Anapofariki mama wa mmoja wetu, yunadi almunadi minas samaa, hunadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, akasema: matati lati kunna nukrimuka min ajliha, leo hii amekufa yule ambaye sisi tulikuwa tukikukirimu kwa ajili yake. Yaani, kuna wema fulani ulikuwa unaupata kwa sababu ya mama yako mzazi Mama yako leo hayupo tena. Faamal amalan salihan, basi fanya matendo mema. Linukirimu kamin ajlihi, ili tukukirimu wewe kwa ajili ya wema wako. Ule wema wa bure ulikuwa unaupata ni kwa sababu ya mama yako mzazi. Mama yako hayupo tena duniani, fanya kazi sasa ili tukupe nawe.